Ibara ya tatu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii moja kwa moja inazungumzia kutangaza nchi yenye mfumo wa vyama vingi. Kwa kwenye ibara ya tatu tunazungumzia kuhusu mfumo wa vyama vingi vya yani, manake ibara hii inatambulisha mfumo wa vyama vingi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ibara ya tatu ibara ndogo ya, ya kwanza katika ibara hiyo ya tatu inasema Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na kijamaa na isiyokuwa na dini yenye kufuata mfumo wa ya vyama vingi vya siasa. Na maana sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafuata mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Hapa ni kile vyama vya kisiasa tu, imetaja demokrasia na ya kijamii. Video zangu za awali zinaongelea masuala ya haya ya kidemokrasia na jamii, ina maana kama ukufuatilia, please naomba ukafuatilie ili kuelewa mfumo wa kidemokrasia na ya kijamaa na isiyokuwa na dini, maana tayari nimeelezea katika video zilizopita. Kwa hiyo ndugu yangu uende ukafuatilie ili uweze kuelewa. Kwa hapa kitu cha muhimu au eneo la muhimu ni vyama vingi vya siasa. Katika ibara hii inatambulisha vyama vya kisiasa, kwa hiyo katiba yetu inatambua vyama vingi vya siasa. Ndio maana tuna vyama vingi kweli kweli, na mpaka sasa havijashika nchi tokea katiba itambue mfumo huo wa vyama vingi mnamo mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili, ndo vyama vingi vilianza, na vyama vingi ni vingi kweli. Mfano kuna chama cha mapinduzi CCM, kuna CHADEMA, chama cha demokrasia na maendeleo, kuna ct kuna kafu, kuna UDP, kuna CHLP, NCCR Mageuzi, kuna NLD, kuna NDP, kuna Demokrasia Makini, kuna, kuna chauma, kuna NIA, kuna tadea, kuna UPD, UPD, kuna chausta, kuna Jahazi Asilia, kuna CSK, NDC, na, na kadhalika. Ni vyama viko vingi, kwa elivi, vilianzishwa au katiba ilianzisha mfumo wa vyama vingi ili kuleta ushindani katika siasa pia kujenga maendeleo ya nchi. Kama vile mtu anavyotoa maoni yake, chama kinatoa maoni yake, kinapondea, kinaelewa katika maendeleo ya nchi, hiyo ni kujenga maendeleo. Pia upinzani wa kisiasa ndio kama kupinga kitu ambacho kinafanyika na chama fulani, yani hivyo. Upinzani wa kisiasa upinzani wa kisiasa sio uadui, ni upinzani. Unaelewa, sio kwamba huyu ni mpinzani wako lazima adui yako. Hapana, ni mpinzani kwa hiyo napingana baadhi ya hoja huy na hoja hii huy na hoja hii napingana mambo haya, na kupingana lakini sio kugombana. Maana upinzani so adui, kwa sababu kugombana au ugomvi ni unavunja taratibu za kisheria, lakini ni upinzani hoja tutakubaliana hivyo, ili nchi iende. Pia kuongeza wigo na demokrasia katika nchi au jamii kama nakumbuka diizambu ni ilizopita nizungumzia nini maana ya e demokrasia. Kwa hiyo kuwepo na hivi vyama vingi ni e kuongeza demokrasia katika nchi.